Hapa ni Suez Canal Authority Stadium ndio uwanja ambao Simba wameuchagua hii leo kufanya mazoezi yao, siku ya pili tu tangu kuwasili hapa Ismailia nchini Misri. Kwa sasa moja kwa moja nakwenda kuungana na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, Ahmed Ally, kutaka kufahamu machache kutoka kwake. Ahmed, habari za wakati huu? Tena salama kabisa, mnyama mkali wa mwituni Simba, namwona anapasha siku ya pili tu tangu amewasili hapa Ismailia, ya ni siku ya pili ya kuishi Ismailia na siku ya pili ya kufanya mazoezi hapa Ismailia. Jana tulifanya mazoezi katika eh, viwanja ambavyo viko hotelini hoteli ya Toreb, na leo tumekuja kufanya mazoezi katika uwanja huu wa mamlaka ya Suez Canal. Eh, ukiuangalia ni uwanja rasmi wa, wa, wa, wa, wa mechi mekuja kufanya mazoezi hapa ili kupata ile ile ile feelings ya unajua ya viwanja vya Misri vinafanana, e, ukitoa Cairo ambao ni Olympic, lakini vingine hivi vinafanana vina, vina, vina namna yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo ukifanya mazoezi hapa unapata ile hisia ya kufanya mazoezi katika uwanja wa Ismailia, unapata hisia za kupata kufanya mazoezi katika uwanja wa wa wa wa, wa, wa, wa, wa Suez Canal ambao upo katika mji wa Suez Canal. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi rasmi sasa. Jana tulifanya mazoezi lakini yalikuwa ni mazoezi ya recovery, mazoezi ya kurejesha miili sawa sawa. Leo sasa ndio mwalimu Fadlu na wenzie wanaanza kuinject mipango ya kiufundi wanaingiaje kwenda kumkabili Al Masry? Ahmed, swali kubwa ambalo uh, mashabiki wapenzi na wanachama wa klabu ya Simba wamekuwa wakijiuliza ni ipi mipango na mikakati ya Simba msimu huu huu kwenye michuano ya Kombe la Shirikisho Afrika mwaka huu. Hatuna hatuna, hatuna maneno mengi zaidi ya kusema kwamba hii tunavuka. Tumecheza robo fainali tano tumecheza robo fainali na TP Mazembe, tumecheza robo fainali na na na na na, na, na, na, na, na Orlando, tumecheza robo fainali na Kaiza, tumecheza robo fainali na Wydad Casablanca. Hii ni robo fainali yetu nyingine ya tano. Katika robo fainali hii, hatuna kitu kingine tunachokihitaji zaidi ya kuvuka kwenda hatua ya nusu fainali, na ndio maana tunasema hii tunavuka robo fainali. Ya kwanza ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza, tumejifunza mengi. Robo fainali ya pili ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza kutokana na makosa. Robo fainali ya tatu, hali kadhalika ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza kutokana na makosa, hali kadhalika. Robo fainali ya nne, hii robo fainali ya tano, ya sita. Robo fainali ya sita kama sikosei, ni robo fainali ya mnyama kuvuka. Yaani tuna kombaini yote ambayo tuli eh tu, huyu nzi katuma nani mabaya mm. Watu kaka mabaya watu e, <laughs> awaniwezi. <laughs> Eh eh, hawaniwezi, hawaniwezi, awaniwezi. Umeishi kwenye mtungi mwezi mzima wiki ah. Mtu mzito <laughs> hiyo <laughs> <laughs> <laughs> ukikombaini zile robo fainali zote ndio unapata funzo ambalo tunakwenda kulitumia katika